Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhu, popote ulipo ndugu yangu, unaifuatilia channel hii ya Zahmid TV. Leo hii tumekuletea kitu kitakachoongeza ubora katika fikra zako na ubora huo utaenda kutengeneza maisha yako mbele. Yenu uh, ni naye Sheikh Muhammad uh, Abdullah ni mwanafunzi ambaye amesoma katika ardhi tukufu ya Kenya katika chuo cha Al-Ghanna Islamia. Tumekutana leo tukiwa nchini Morocco, Rabat, kupitia nafasi ambazo mheshimiwa mufti wa Tanzania amezitoa kwa vijana wa Tanzania. Tumekutana na ndugu yangu katika masomo, ndani ya masomo tulipatwa na msiba wa Sheikh Muhammad idi tukamfanyia dua pamoja na ndugu zetu wa Kenya, na leo hii tumekutana katika dua ya kumrehemu sharifu wetu shekhe wetu ustadhi wetu Ishaq muhtaman bin Sharif Muhammad al-Bid bin Sharif Said al-Bid Allahu yarhamuhum jamian. Sheikh Muhammad Naam, unaonaje ushirikiano uliopo baina yetu sisi na Kenya kwa ujumla? Sisi tulipatwa na msiba wa shekhe wetu Muhammad Aidi, wao wakatuunga, na leo hii wao wamepatwa na msiba na ndo msiba wetu kwa ujumla wa shekh uh, ishaq mothaman Allah awarhamu wote. Tumewaunga kwa haya yanayoendelea huku, kwa vile tulivyohusiwa na mheshimiwa mufti wa Tanzania. Unawaelekeza nini au unawahusia nini watazamaji wa Zahmid TV katika suala zima la umoja? Bismillahi rrahmani rrahim, jina naitwa Muhammad Abdallah Saif Darwish. Mimi ni kweli nimesoma katika viunga vya Mamrui na tukiwa tunaongozwa na mudiri wetu al Ustadh Ishaqa Mu'taman bin Al-Habib Muhammad bin Sharif Saidi Albih, na wallahi ni kule kupata malezi yaliyokuwa mema kwa wazee wetu na kutuashiria kufika kule kusoma baada ya kutoka kwa malezi ya Alhabib Said Hussein bin bin Alhabib Ahmad Badawi akatupeleka pale tukasoma alhamdulillah. Na leo tumekutana huku Moroko tunaendelea kusoma na cha kuwaambia ndugu zangu za Zahmid TV katika munasaba wa jambo letu leo, tukifanya dua ya kumrahamu na kupeleka dua kwa kiongozi wetu mudiri wetu, aliyokuwa mudiri wetu pale mambaurau al alhabib Ishaq Mu'taman, ni jambo ambalo kwamba kwanza limeashiria katika umoja, sababu sisi wa Tanzania tulifiwa na kiongozi wetu Sheikh Muhammad Idi abu Idi maruf Wakenya wao walituunga sana katika kufanya dua ile ya pamoja na swalatulghaibi, na leo vilevile, vile tumefiwa tena na kiongozi wetu mudiri wetu sharifu wetu Ishaq Mutama, na vile nao tumewaunga tukaungana katika kufanya dua kwa pamoja. Hili linaashiria kwanza umoja, halafu cha pili kuashiria utukufu wa yule alioondoka. Kama nilivyotangulia kusema huwa ni mtu mkubwa kwa hiyo sisi huu mmoja anazungumza nini? Mfano, mimi ninaoongea tareka yangu katika asili ni tareka tareka tushadhilia tukiwa tuko Inshallah, chini ya kiongozi wetu eh, Sheikh Mahmud ib -ib ibn Nurdin Al Hussein si, ibn Mahmud ambaye yeye ndiyo kiongozi wa Shadhili East Afrika kwa kule Sharqi Afrika na pia tumeashiriwa kuungana, ndio maana sisi Mashadhilia tukaenda kusoma kwa Alawia mm. Tukaja huku tukakuta twarika mbalimbali kuna Tijania, kuna nyingine mbalimbali mbali. hii ni maana ya kuonyesha kuwa ni umoja ndio mm. Kitu kilichorakizi sana katika fikra yangu kuwa tunawekwa pamoja na baadhi ya matukio na baadhi ya vitu tulivyoashiriwa na Samahatul Mufti Akaweni pamoja na wenzenu. Umoja unaweza ukamfikisha mtu mahala mahala ambapo walitamani kufika, alhamdulillah. Asha, hilo ndo haswa moja wa kitarika umetufikisha Morocco, umetufikisha Morocco na alhamdulillah mahali. tunaendelea kuondeza kueleza, kueleza, kueneza umoja huu inshallah mpaka pale Allah atakapokadiria katika makadiri yake, na sisi katika kunzi yetu ya mwisho mashaallah. Asante sana Sheikh Muhammad, sala mwisho kwa kumalizia. Mheshimiwa Mufti Allah mhifadhi, Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali amefanya jambo kubwa sana, sana, la kupa nafasi kama hizi tunazidi kujifunza, Allah muweke. Lakini tumefika huku tumekuta nchi kama Mali wa Nigeria, wa Cameroon Guinea Conakry, wenzetu uh, wamenitokeza kwa wingi Sema ule ukweli, unawaambia nini vijana wa Kitanzania ambao hivi sasa wanatazama clip hii e, kutakapotokea tena fursa za interview na kujiandaa, unawaeleza wa nini, kuna umuhimu gani e, utakaowafanya wao waweze kuzi, kuzitolea macho nafasi hizi na kujiandaa e, tumekuta kina dada wako wakutosha huko, unamhimiza una nini, mtu afanye nini, umuhimu ukoje? Kwanza, hapa nimegundua kuna faida kubwa sana ya kutembea, kuna faida kubwa sana ya kutembea kimazingira na pia kielimu. Miongoni mwa faida tulizozipata kimazingira tu ni kwamba ni kuona miji ambayo ina utofauti mkubwa na miji yetu, na nadhani hili ni wawe, mimi sijaona toka nilipokuja huko nje We mwenzangu, labda kama uliona hata sisimizi <laughs> kwa hiyo unapata kujua kuwa kumbe kuna miji haina nzi <laughs> wa wala mbu, wala mbu. Mm. Ah, kweli hivi ni vitu ajibu lakini huwezi kuvipata mpaka utoke mm. Kwa hiyo kimazingira ni vitu kama hivyo, vyakula vyao, lakini pia kiilmu mm. Maana yake mmekutanishwa na kitu kinachoitwa ilmu mm. wa Nigeria, wa Hindi wa wapi wapi na wapi. Kilichokutanisha ni ilmu. Sasa ukitaka kujua kuwa miongoni mwa kitu cha thamani zaidi, hakuna kitu chenye thamani kama ilmu. Mashaallah, hakuna kitu chenye thamani kama ilmu hmm. na afdhalu al-ilmi ilmuna hmm. bora zaidi ya ilmu ni ya ilmu ambayo itakufanikisha kwenda ku, kwa Mungu kukutana naye salamu, hiyo ndo elimu bora hmm. na hapa ndo tulipoiona ubora wake ni kwamba mtu utakaposomea hmm. Ufundi wa magari mm -hmm. atakaye kuhitajia ni mwenye gari yeah, mwenye charahani okay. Hawezi kukuhitajia wewe fundi wa magari umrekebishie charahani, hata kidogo, hata charahani yake. Ukisomea uendeshaji boti, watakuhitajia ni wenye maboti uwaendeshee ye maboti yao yeah. mm -hmm. mshona nguo, mtu nguo yake imepasuka, hata kuletea wewe mtu mwenye elimu ya boti yeah? Lakini ukisoma ilmu, no, ukisoma ilmu ya Mungu unahitajiwa na kila mtu. Hmm. Fundi cherehani atamhitaji ya shekhe mashallah. Sijui tunaelewa vizuri mashallah. Mwenye kugonga gereji anamhitaji ya shekhe, madereva hmm. hmm. wa magari wanamhitaji ya shekhe hmm. mawaziri watamuhitaji ya shekhe. Kwa hiyo ukitaka kujua faida ya hii elimu tunaohangaika nayo ni kwamba ni muhtaji yaani, ni yenye kuhitajiwa hmm. kwa kila mtu anaoishi katika ulimwengu. Kwa hiyo hili, hima hima wa Tanzania hmm. wenzangu, ndugu zangu, tukiwa tuko mbele Chaneli yetu hii ya Zahmid TV ikiongozwa na wasimamizi wetu hawa ndugu zetu tuliotoka nao Tanzania, wallahi Mungu awalipe heri. mm. Rafiki yangu kule Mungu amlipe heri. Nasema Allah, Allah, vijana wenzangu, pambanieni, kuwa ni mwenye haris, kuwa ni mwenye pupa kufuata mambo ya kheri. Interview zikitoka mufti akitangaza, twendeni vijana tukahusike kwenda, bahati ikawa ni ya kwako, ukaja na wewe kupata tofauti ya mazingira na ukapata elimu ziada zaidi uliokuwa nayo au hayo uliokuwa nayo usipate ziada, ula ukayajua kwa upanafu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran Sheikh Muhammad. Allah akbar. Inshallah, inshallah, Mungu akuzidishia khair. Zahmidi TV.